Rais Samia Suluhu Hassan amepost kwa mara ya kwanza kupitia Instagram ya kwake ikiwa ni posti yake ya kwanza toka ameapishwa kama rais kwenye awamu hii na kwenye sherehe ambazo zimefanyika leo hii tarehe tatu mwezi wa kumi na moja mwaka 2025 elfu mbili na ishirini na tano. Lakini kama alivyofanya kwenye posti yake ya, ya mwanzo ambayo alikuwa ameiweka ambayo ilikuwa inamwonyesha baada ya kupiga kura na kuzima comment section, lakini pia hii hapa amefanya hivyo hivyo, ameweka picha zake za uapisho ambazo zimepigwa siku hii ya leo, lakini pia akasindikiza na caption moja ambayo ilikuwa inasomeka hivi: Shukrani kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, mwingi wa rehema kwa siku, siku hii kubwa na muhimu kwangu kwa Watanzania na kwa taifa letu ambapo nimeapa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante kwa Watanzania wote kwa imani kubwa kwangu na kwa Chama cha Mapinduzi CCM kwa ridhaa ya kuendelea na kazi ya kulitumikia taifa letu. Uchaguzi umekamilika na sasa tunarejea kwenye kazi ya kujenga nchi yetu. Kama ambavyo sote tunafahamu, nguzo muhimu ya mafanikio ya taifa letu ni amani. Tutaendelea kuweka mkazo katika dumisha nguzo hii muhimu na kamwe hatutokuwa na muhali wa ye, uh, muhali na yeyote atakayejaribu kuivunja kwani huyo atakuwa si mwenzetu na huo si Utanzania. Mungu atubariki sote. Mungu ibariki Tanzania. Hivyo ndio alikuwa ameandika caption yake, e, Samia Suluhu Hassan ambaye ndio rais ambaye ameapishwa leo hii hapa kuelia na muhula mwingine katika taifa la Tanzania lakini posti hii bana, imezimwa comment section kwa maana kwamba hauwezi ukakomenti na ukaandika chochote. Leo hii kingine ambacho ulikuwa ukijua ni kwamba amefungulia mitandao sehemu, uh, sio sehemu kubwa ya Tanzania, lakini kuna baadhi ya sehemu za Tanzania ambazo inaripotiwa kwamba mitandao imefunguliwa video ama picha ambazo zinahusiana na vifo na majeruhi na madhara ambayo yametokana kutokana na maandamano, basi cha moto atakiwa na sheria itafuata mkondo wake. Sasa wamefunguliwa mitandao lakini kwa masharti magumu mno. Una maoni gani kuhusiana na hilo? Nipe maoni yako pale chini kwenye comment section.